Na mpenzi mtazamaji, karibu sana, na bila shaka hii leo nimekita kambi katika mji wa Thika mali ambapo panaitwa Kristina na bila shaka nimeweza kutangamana na baadhi ya wanadada wawili ambao waliweza kukaa mali hapa wakishika miti. Kuna mmoja ambaye bado, ambao unaona katika kamera yangu ameshika miti kwa sasa anaelekea kumaliza muda wa masaa uh, sabini na mawili. Bila shaka hapo karibu sana kumaliza, manake anafaa kumaliza itakapofika tu mwendo wa saa sita, lakini mpenzi mtazamaji, ni kufahamisha ya kwamba kwa hawa wanadada wawili, kulikuwa na mmoja hapa ambaye yeye mwenyewe alianza, lakini aliweza kule Mewa alipokuwa akiendelea bado kushika mti pale. Ningependa nikaweza kumpea fursa tuambie, yeye ni nani na Asua alikuwa anafanya hii shughuli kwa njia gani? Na Asua ni nini, Asua alikuwa anataka kupitisha ujumbe kwa wananchi. Karibu sana na utuambie majina yako, labda unaitwa nani? Yeah. Ulifanya kwa muda wa masaa mangapi ama kwa muda wa kiasi gani? Nilianza Friday saa sita na nimaliza jana saa kumi, yeah. Haja yako kubwa ya kushika mti labda ilikuwa ni nini? Nilikuwa na fight for early pregnancy. Yeah. Yeah. Na hali imekuwa haje, na ni nini hasa unaona ungeweza kumaliza labda kushika mti hiyo mwenyewe? Yeah. Mi nilichoka. Ungependa mm -hmm. yeah. kuambia nini wale wanadada ambao wanakusikiza yeah ningependa kuambia wanadada ambao wananisikiza kuwa hadi ukipata mimba ukiwa mdogo usitoe juu, mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Kuna support yoyote labda umepata kutoka kwa wananchi? Ni si wote, lakini kuna wenye wananipea, wananitumia na wenye wananipea wanani na mkono mm -hmm. E, labda watu wangependa kukupata, wanaweza kupata kupitia kwa njia gani? Wanaweza tumia namba ya simu ambayo ni 0790 18 12 69 mm. Sawa, asante so, sana kwa maoni yako. Mpenzi mtazamaji, ni mmoja kati ya wale ambao walikuwa anashika miti, lakini yeye hakuweza kuvunja ile rekodi ya kwake, maanake anasema ya kwamba aliweza kufika na akalemewa, kwa hivyo ilibidi akaweze kuachana nawe. Lakini nyuma yangu, mpenzi mtazamaji, venye kamera yangu inakuonyesha, kunaye aliyeanza juzi na sasa ako karibu sana kumaliza muda wa masaa sabini na mawili kwa hivyo, atakuwa akimaliza muda huu itakapofika mida ya saa sita. Mpenzi mtazamaji, ni kujuza ya kwamba kuna wengi ambao tumeweza kutengamana nawao baadhi ya wananchi wanasema ya kwamba hawajaweza kuona serikali ya kaunti ikijitokeza ili wakaweze kusaidia huyu mwanadada, manake kufikia sasa nilisali kama limoja na nusu ambalo limebakia ili akaweze kumaliza. Lakini tukiangalia hali ilivyo kufikia sasa, hakuna yeyote ambaye ameweza kujitokeza ili akaweze kumsaidia huyu, licha ya kushika mti kwa masaa uh, sabini na mawili ambayo anaelekea kumaliza pale. Wangependa sana uh, gavana wa kaunti na wale watu wote ambao ni wa kaunti wakaweze kujitokeza ili wakaweze kumsaidia manake wana sema ya kwamba pia kiafya ni vizuri akaweze kusaidiwa. Mpenzi mtazamaji, tutaendelea na kukujuza yale yote ambayo yakiendelea yatakuwa yakiendelea kutoka huu mji wa Thika. Jina langu naitwa Anton Ombio Gechi. Kwaheri kwa sasa.